Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SCP Benjamin Kuzaga mara baada ya kufungua mafunzo kwa maafisa usafirishaji wa kata ya Kiwira wilaya ya Rungwe na kuwataka maafisa hao kuzingatia misingi ya sheria na utawala bora ili waweze kufanya kazi zao bila kusumbuliwa. Akizungumza katika ufunguzi wa mafunzo hayo, Kuzaga amewataka maafisa usafirishaji kutumika vizuri kulinda amani ya nchi wakitambua kuwa Tanzania ndiyo nchi yao. Elimu hii ya ujasiria mali ambayo mnapewa, niwatakie sana e, usikivu ambayo itawasaidia katika maisha yenu. Lakini hii ni moja ya kuwafanya nyinyi ambao mtakuwa wazalendo wenye kuzingatia mshikamano na umoja wa kitaifa, onyesha kabisa kuanzia sasa. Na kwa hiyo ushirikiano wenu nyinyi e, maafisa wasafirishaji na jeshi la polisi utauimarisha sana sisi. Na mwisho kabisa, nifikie hatua sasa ya kusema mafunzo haya ambayo sasa meletewa hapa, baada ya kuyafuta kule Mbeya yanafunguliwa rasmi. naye mratibu wa mafunzo ya muda mfupi VETA mkoa wa Mbeya, Raja Buguliku, ambaye pia ni mwenyekiti wa usalama barabarani mkoa wa Mbeya, amesema ni muhimu kutoa fursa kwa bodaboda na madereva wote kupata mafunzo kutokana na umuhimu wake na kufanya madereva watambulike. Natarajia tukishawabadilisha nyie kwa kuwafundisha, basi muweze kuyaacha yale makosa na kuwa waumini wazuri wa kutii sheria bila shuruti, awii kwa upande wao madereva waliohudhuria katika ufunguzi wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo yamekuja wakati sahihi na yatakwenda kuwakumbusha sheria za barabarani sambamba na kutambulika. Napenda sana kum, kumshukuru mheshimiwa Mwalunenge kwa kutuletea pikipiki kutuletea baadhi ya hela nyingi kutumia sisi kama anabodaboda, lakini zoezi hili kwa leo lina umuhimu kwetu kwa sababu ulienda kutufanya tuweze kuwa imara kwa kufuata taratibu na kanuni za uendeshaji wa vyombo vya moto barabarani. Mimi ni... Kwa sisi kwa fursa tuliyopata hii tunaona kama kwanza ni, ni bahati pia ni neema kwa sababu hawa wamekuja naonekana wako serious, na... yani kwa tume, yani, jumla tumefurahi sana kwa sababu tukipata mafunzo ni rahisi sema wote, naweza nikaenda Mbeya, naweza nikaenda wapi, nakuwa na uhakika kwa sababu nakuwa na liseni yangu, tufanya sisi kama wana usafirishaji tuweze kujua taratibu na kanuni na sheria ambazo zitakwepo. Wameongeza kwa kueleza utayari wao wa kulinda amani ya nchi na kutotumika vibaya katika makundi ya kuvuruga amani nashukuru sana. Kama sisi bodaboda yeah. tume kataa kataa kata kata mambo ya maandamano kutokea hapa kwenye kata yetu ya Kiwila. Mimi ninachoelewa ni kwamba nchi bila amani hakuna kinachokwenda, na sisi kama vijana na watu wazima wa mji huu wa Kiwila tumekataa machafuko, tumekataa vurugu. Samuel Mpogole.